Hello, karibu kwenye Swahibas Talks, mahali pa faraja, nguvu na hekima kwa wanawake kama. Tokonmarako kwanza katika channel yangu, then karibu sana Swahibas Talks, na wale soiba zangu, karibuni tena na asanteni kwa kuwa pamoja nami tena. Kama itokoja, subscribe tafadhali, naomba subscribe ili uweze kujiunga kwenye kundi letu la Women Matters, sawa. Sasa leo ningependa tuzungumzie jinsi gani tutakavyokubali tutakavyokabiliana na maumivu ama jinsi gani tutakavyoshughulikia maumivu na mateso kwenye mahusiano sawa. Unajua, sisi wanawake tuko dhaifu sana ikija upande wa mahusiano, ikija upande wa kuwa tumependa, tuko dhaifu sana kwa tunapenda na moyo mmoja, tunajitoa Kiufasaha kweli tumependa mtu, lakini mwisho wa siku tunakuja mwisho wa siku tunakuja tunaumbulia maumivu, tunaumia, tunabaki tunajilaumu, inabaki tunajisemea vibaya. Unakosa nguvu, unakosa furaha, sura inakosa nuru, unashinda unalia, umejifungia ndani, utaki kushirikiana na wanawake wenzako ama utaki kujichanganya na watu wengine. Unashinda wewe uko ndani tu unalia kwa ajili ya maumivu, kwa ajili ulipenda mtu. Unaona unashindwa kujua thamani yako ambapo unaumia na el, vile wewe unaumia ama yale maumivu ambayo yanakufanya wewe unakosa amani eh, na mtu mwenye aliyekuumiza imagine yako pale nje anaendelea na maisha yake mengine, lakini wewe uko ndani unasononeka, unashinda umejinamia, unashinda unalia, una hujijali una time na wewe una hata muda na mwenyewe na wewe mwenyewe. Siku ya leo tukapata tuzungumzia hilo swala. Tunaumia sana kwa kweli sisi wanawake hapa nje na kitu tunachojiumiza ni sisi wenyewe tumejisababishia. Lakini tukijua jinsi ya kukabiliana nayo ama jinsi ya kupambana nayo hayo mateso na hayo maumivu, basi hatutawahi kukaa tena chini na kulia na kuanza kulilia mapenzi eti ho sijui mapenzi nini ama maumivu hivi na hivi. Naelewa kwenye mahusiano. So, kitu tunachoomba kutoka kwako Swahibas, naomba tazama hii video mpaka mwisho, ili tuweze kujifundisha sote kwa pamoja, na kama itakuwa hujasubscribe, tafadhali naomba subscribe, ili uweze kujiunga kwenye kundi letu la Women Matters. Unapaswa ufahamu kwamba maumivu ya mahusiano ni hali ngumu sana, na ni hisia inayoumiza moyo, inavunja ndani kwa ndani, lakini pia unapaswa kujua kuwa hauko peke yako kuna wanawake wengi hapa nje wana, wanalia kwa kwa swala hilo hilo, wanaumia kwa swala hilo hilo lakini, kikubwa ama cha muhimu zaidi, wewe ni mtu wa thamani sana. So kwa hivyo, unatakiwa ujali thamani yako kwa watu. Usikubali maumivu ya kukwamisha wewe kusonga mbele. Usikubali maumivu yako yaliyopita ya kufanya wewe usifikie malengo yako. Usikubali maumivu ya mahusiano ya kufanya mpaka yani, ushindwe kujitambua, uanze kujichukia, kwa ukijua watoto wako hawahitaji hata broken mother, wanahitaji mwanamke shupavu, wanahitaji mwanamke strong. Na wewe mwenyewe pia unatakiwa ukuwe strong, ili uweze kusimama imara, ili uweze kujisimamia, ili uweze kujitetea. Kwa hivyo, sometimes, kuna wakati unatakiwa usiache hisia zako zikukontrol, just use your brain Ukianza kutumia akili na ukaweka hisia kando, basi utajikuta haya maumivu unakabiliana nayo polepole polepole pole, na yanakuacha. I know, healing take process. Uwezi ukaachana na mtu na ukahila tu once hivyo, lakini we mwenyewe unatakiwa ukubali, unatakiwa ukubali yale maumivu. So, nambari ya kwanza jinsi ya kukabiliana na maumivu na mateso kwenye mahusiano. Kwanza, ruhusu kujisikia, usijilazimishe kuonekana mwenye nguvu kila wakati, na pia lia kama inahitajika. Kujieleza ni sehemu ya wewe pia kupona. Ikiwa una feel mzigo ni mkubwa, umekulemea sana kwa moyo, tafuta mahali, kaa kwenye rumo peke yako, ama nenda hata bafuni, fungulia shawa, simama, lia toa maumivu yote, lia kabisa, lia kabisa. No, make sure ukimaliza kulia, hata umefuta hayo machozi, hautawahi kuja kulia tena kwa hicho kitu kilichokuliza. Lia kabisa, toa machozi, toa mpaka makamasi, saga meno kabisa, lia lia jinsi unavyoweza. Ile inakusaidia wewe kutoa yale maumivu, kufeel relax, kufeel relieved, sawa. Kwa hivyo kulia ukiwa na maumivu inakubalika. Nambari ya pili, usijilaumu kwa kile kilichotokea. Mahusiano ni ya watu wawili, sio wajibu wako wewe peke yako usikue unajilaumu ati mbona mi kila nikikutana na mtu kwenye mahusiano mahusiano ngo hayadumu? Mbona kila nikiingia kwenye mahusiano mimi na huyu tunaachana? Mbona kila nikiingia mahusiano tunaachana, sipati mtu akukaa naye? Mimi naamini kila kitu anga kinafanyika kwa sababu sawa, hata Mwenyezi Mungu pia anajua unapaswa kuwa na mtu mwenye tabia kama zako, unapaswa kuwa na mtu mwenye upendo kama wako, unapaswa kuwa na mtu Mwenye msimamo kama wako, so naamini kuwa sisi wanawake wenye upendo wa dhati, ama wenye ambao tunapenda kikweli kweli kabisa, ama wenye tuko na kiu ya kupendwa, kwa sababu kweli si tunapenda na tunajitolea kweli. Tukipenda mtu hatujui kuficha, tunajitolea, ndio wanga tunajikuta tunaangukia tuna wale wanaume ambao, matapeli wa mapenzi, naweza nikawaita hivyo, matapeli wa mapenzi. Mtu anakuja kwako kimaslahi, haji kwako kwa ajili kwa kwa ya upendo na wansi umeshamwonyesha wewe uko na kiu ya upendo, uko na kiu ya kupendwa, ama uko na kiu ya kuingia kwenye mahusiano. Hapo sasa ndio wanga wana take advantage. so ikiwa mahusiano yako uko na mtu na mahusiano yako yamevunjika, usijilaumu na wala usi regret sawa. So, weshukuru Mungu na usonge mbele na maisha yako, na na ujifunze kuishi katika hayo maumivu na kido kidogo kidogo ukiyasahau Nambari ya tatu: tafuta msaada, zungumza na watu unao waamini. Unajua, wakati mwingine tunapaswa tu tupate mtu mwenye anatusikiliza, mtu mwenye atakusikiliza utoe yale maumivu yaliyo ndani ya, ya moyo wako. Once umeshazungumza, umetoa unafila, uh, niko huru, japokuwa hautapona moja kwa moja lakini kule kuzungumza inakusaidia. So tafuta mtu mwenye unamwamini, mebi ni mwalimu wako wa dini, mebi ni rafiki yako, ama ni mshauri, ni mzazi wako, ni dadako, mtu yeyote mwenye unamwamini, mtafute, mzungumza na yeye, mweleze na temenye unamweleza una Feel free, funguka, usifiche. Hata kama kuna mali wewe ulikosea, sema kweli, katika hivi na hivi mpaka imefika, mimi na kutengana, kweli kuna mali nilimess na ilikuwa hivi na hivi. Kwa hivyo usimfiche kitu chochote, toa yale maumivu yako yote, yatakusaidia wewe pia kuheal haraka, ama kukabiliana na hiyo changamoto unapitia. So kuwa huru, tafuta mtu unayemwamini, ni rafiki yako, ni mshauri ama kundi la wanawake wenye wameshapitia hali kama yako, na ukawaeleza eh. na kumbuka kuwa msaada sio udhaifu, ni hekima sawa, eh? nambari ya nne, jifunze lishe kwa maombi. Maombi ni muhimu sana pia ukimkabidhi Mungu ama ukijieleza mbele za Mungu, pia itakusaidia wewe kutoa yale maumivu. Pia Mwenyezi Mungu pia atakusaidia kupona majeraha yako kwa haraka. Kingine tafakari mazoezi ama na mambo unayopenda, like fanya mazoezi maybe, kama wewe ni mtu unapenda zoezi, ama kama unaweza kuanza kwenda zoezi maybe, pengine kwa sababu ya stress umenenepa sana, ama pengine kuna vitu tu like unataka kujikipi busy, anza kwenda zoezi, fanya vitu unavyopenda, maybe go out, watch movies, soma vitabu, vitu kama vile. Yani, jikipi busy, jichanganye na watu. Naelewa, usikubali kukaa mahali peke yako, ama usikubali maumivu ya kufanya mpaka usahau thamani yako. Unajua, ukikaa na maumivu sana, utaanza kujichukia na utajikuta unajifungia tu ndani tu, wewe unalia, unajikuta unajifungia tu ndani tu, wewe unalia, hutaki kukaa na watu, hutaki kutoka nje, yaani unaona ni kama dunia yote imekutenga, unajiona hauna thamani tena mbele za watu. No. No, you deserve to be happy. Wewe ni mtu wa thamani sana. Wewe kama mwanamke, ukijua nguvu ya mwanamke, ukijua nguvu ya mwanamke hautawahi kaa chini tena, ukianza kujikosoa hautawahi kaa chini tena ukianza kujishusha thamani yako. Wewe ni kiumbe muhimu sana katika ulimwengu. And you, you deserve deserve to be happy, yes, you deserve it. So usikubali maumivu ya kufanya mpaka ujisahau, ya kufanya mpaka usahau thamani yako. Ya tano na ya mwisho, jifunze kutoka kwenye uzoefu. Maumivu yakishughulikiwa vyema huzaa hekima. Kumbuka kuwa huwezi kubadilisha yaliyopita ila una uwezo wa kujenga maisha yako hapo ulipo. Unaona, hapo ulipo uko na uwezo wa kuanza. Mimi wanasemanga kila siku ni nafasi yako mpya, wewe kuanza tena. Everyday is your second chance. Kwa hivyo maumivu yako yaliyopita yasikufanye wewe ukose kufikia malengo yako, au maumivu yako wewe yaliyopita ya, ya kukwamishe wewe kuishi maisha ya ndoto zako. So jifunze kuachilia, learn to let it go kila kitu anga kinafanyika kwa sababu, ukiona mtu amekuacha amekupa majeraha, huyo mtu ulikuwa hakufai, huyo mtu ulikuwa siyo mtu sahihi kwako. So Mwenyezi Mungu anajaribu kukuonyesha kuwa huyo mtu siyo mtu sahihi kwako. Like mbele ni kuzuri zaidi, so you just keep going. Unasemanga move on. Ku move on haimaanishi ati move on ku like sasa unaenda kuingia kwenye mahusiano mengine. No, take time. Heal. Heal kabisa. Take time time kwanza Jitafute chesi wa career, chelsea wa goals. Jitafute wewe kama mwanamke, ni vitu gani unapenda. Unapenda fashion? So chukua yale mapenzi yalikuwa kwa yule ya mtu, weka kwenye fashion, ama transfer mapenzi kwa watoto wako, ama transfer kwenye maisha yako, ama transfer kwenye goals zako. Ile itakusaidia sana wewe kwanza kujipenda na kujiona mtu wa thamani. Lakini ikiwa sawa, utasononeka, unaishi kwenye maumivu, unaishi kwa una, una umeshikilia vitu vyenye vinakuumiza eh? Let's say for example umeshikilia ni kitu chenye kina kukata mkono eh, unaambiwa achilia wewe unazidi kukaza mtu akikwambia achilia wewe unazidi kukaza. Achilia, wewe unazidi kukaza. Eh, uwezi kuniambia, mkono wako utakuwa uko salama. Obviously utapata majeraha but once umeachilia yale majeraha kile, kile kitu chenye kwa kinakuumiza kitaanza, kitaenda na yale majeraha yataanza kupona polepole pole. Lakini kwa sababu ulikuwa umeshikilia, unaambiwa achilia, wewe bado umeshikilia, basi unazidi kuumia. Lakini ukiachilia, unakuta kile kitu kimeenda na yale majeraha, polepole yanapona mpaka mwisho unafanya nini? Unasahau. So jifunze kuachilia. Maumivu yanaweza kukufanya ukawa mdogo, ile hekima yako inaweza kufanya ukashinda. So Swahibas, asanteni kwa kutazama ama asanteni kwa kuwa nami mwanzo mpaka mwisho. Kama utakuwa umependa ujumbe huu tafadhali, usisahau kusubscribe, comment, like, na ushare ujumbe huu kwa mwanamke mwenzetu mwenye anapitia changamoto kama hizi ili yeye pia aje ili pia naye pia aweze kujifunza. Lakini usisahau wewe ni mtu wa thamani sana. Bye.